Mzima, asante sana. Kwanza nikishukuru chama changu cha mapinduzi kwa mchakato huu. Nimeshiriki chaguzi nyingi, lakini kwa mara ya kwanza uchaguzi ulioenda kwa amani na utulivu, watu wamechukua fomu hakuna mbwembwe watu wanaorudisha fomu, hakuna mbwembwe, unawapa nafasi wananchi wa wapime. Kwa mimi nipongeze ni sana utaratibu uliotumika safari hii na fomu za mwaka huu ni tofauti na zilizopita, ni fupi, unajaza haraka na unarejesha, kwa sababu wewe ni mwanachama wanakujua. Lakini la pili nizungumzie swala zima la maendeleo ya Rungwe, kwa nini nimetiania katika wilaya yangu. Hii ni mara ya tatu kwa kweli kutiania, lakini nimeona Eh, serikali imefanya kazi yake chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan vizuri sana. Mbunge amefanya kazi yake vizuri. Lakini kila wakati una nyakati zake. Wakati huu ni wakati wa kujenga uchumi wa Wanarungwe. Tayari Mama Samia ameonyesha kwamba yale yote ya kijamii atayafanyia kazi. Hiyo haina tatizo. La msingi ambalo ukienda katika hali halisi ya Wanarungwe wana changamoto bado ya kiuchumi, mfuko wa mtu mmoja mmoja na mifuko ya pamoja. Siku zote nimekuwa nikigombea nazungumzia swala la uchumi shirikishi. Ukienda sasa hivi, Mungu katupa chai, Mungu katupa parachichi, Mungu katupa kahawa, Mungu katupa maziwa, Mungu katupa kokoa. Unajiuliza kwa nini wananchi uchumi wao bado uko chini. Nadhani jukumu kubwa la mtu yeyote atakayechaguliwa sasa ni kujenga uchumi wa wananchi wa Rungwe, kwa sababu Rungwe inahitaji uchumi wa juu, sio wakati tena ni wa juu. Na Mheshimiwa Rais katika hotuba yake aliyozungumza juzi kwenye bunge alizungumzia tunaenda kwenye uchumi wa juu, maana yake, na wanarungwe tukimbizane na uchumi wa juu sasa. Mimi ni mchumi, lakini pia nilivyokuwa kwenye kazi zangu huko nyuma nimejaribu kushirikisha watu wamenyanyuka kiuchumi nao, sababu pia ya kuwaletea Wanarungwe wanyanyuke kiuchumi, na tutaanza kwa kasi moja yani pale tu ambapo jina langu litapita. Najua likipita ndani ya Chama cha Mapinduzi nitakuwa tayari nimepita kitaifa. Kwao nitahakikisha kila mwanarunge anakuza uchumi wake vizuri, na tutashirikishana, umoja wetu wa Wanarungwe utarudi katika mahali pake. Ndio ni halisi ya kugombea Rungwe.